Kwa macho ya haraka tu, kwa sisi tunaofahamu ujenzi, unaona kabisa kwamba hizi pesa zimezama hapa. Akikuleta hili tuta hapa na huu ukuta, sio kazi ndogo, ni kazi kubwa. Tunafahamu kwamba tuna muda mfupi wa kukamilisha hili jambo. Tume tunawapongeza kwa kazi nzuri mnaoifanya. Tumetembelea miradi mingi, naona huu una, mradi unakwenda vizuri na kuna, na, stage na uliofikia ni nzuri. Tunatoa tu angalizo kwamba muda uliobaki ni mfupi. Tunajua lazima hawa watu kuna uwezekano wakaomba kuongezewa muda, kwa hiyo mwendelee na umakini wenu wa kuhakikisha kwamba mtaongeza pale ambapo itakuwa ni lazima wananchi hawa wana mategemeo makubwa sana kwamba mradi huu utafanyika kwa wakati. Katika uhalisia, hatutakiwi hata kuongelea ya kuongeza muda, lakini tunafahamu El Nino mwaka jana imetuumiza kwenye maeneo mengi, mabarabara, miradi ya maji, hata ujenzi wa magorofa, miradi mingi imepata athari, kutofanyika kwa wakati. Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba mwaka huu unakwenda vizuri. Kwa kazi tulioona hapa kama kamati, tunaridhika kwamba You are on the right cause. Kama ulivyoona Mheshimiwa Mwenyekiti, hata uh, wananchi katika ngazi ya chini kabisa walikuwa wanaelezana kuhusu mchoro ule, mmoja anaeleza wenzake. Ina maana kwamba wananchi hawa wameelewa nini kinafanyika mahali hapa. Kwa hiyo swala zima sustainability, kuna elements nyingi sana ambazo zinajionyesha mahali hapa. Uh, sisi kama wizara tunatekeleza uh, miradi mingi sana, zaidi ya 700 nchi nzima ya umwagiliaji na huu ni sehemu ya ule mradi mmoja wapo, lakini kama mheshimiwa mkuu wa mkoa alivyosema wana maeneo potential for irrigation kama 15, na lengo la serikali ya awamu ya sita ni kuhakikisha kwamba maeneo haya yote yanafikiwa, na tutafanya kazi kwa juhudi, tutafanya kazi kwa, kwa maarifa makubwa usiku na mchana kuhakikisha kwamba hata haya maeneo mengine ambayo bado hajafikiwa nayo, kama mkurugenzi wa NIRC alivyoeleza kwamba yameshaziwa mengine kufanyiwa upembuzi yakinifu ili hapo baadaye uweze kujengwa miradi kama hii. Lengo letu kubwa ni kutransform kilimo, kuleta mabadiliko makubwa na ya haraka katika sekta sekta ya kilimo. Tunapoanza prosesi ya kusema hapa tuna mradi, tunawashirikisha wananchi na wao ni sehemu ya mradi, na wanasema huu mradi tunaukubali. Kwa hiyo katika prosesi hiyo tunahakikisha kwamba yale ambayo tunajua yanaenda kutuathiri, tunawashirikisha na tunawaambia, lakini tunawakumbusha na kama nilivyozungumza sehemu kubwa ya mabwawa ambayo lazima wananchi washiriki ni kuhakikisha kwamba hakuna eh, shughuli za kibinadamu kwenye vile vyanzo vya maji, na ndio maana mheshimiwa mwenyekiti, kwenye mradi huu hapa tunaenda kuteneza mabirika ya ng'ombe ili wasilete ng'ombe. Na ndio maana tunaenda kupata ha, ni gharama kubwa kweli, mheshimiwa mwenyekiti, kukava hili eneo kwa fence ni fedha nyingi sana, lakini ili uweze kulinda fedha hii hapa, lazima uingize hiyo, hiyo fedha kuweza kulinda lakini la tatu, tunatumia ofisi za mkoa, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya kuweza kuleta ile hamasa ya wananchi kuhakikisha kwamba wao wanakuwa ni sehemu ya miradi hii, kwa sababu miradi hii inaenda kuwekwa kwenye maeneo yao wananchi. Serikali inaweka fedha kwenye mashamba ya wananchi, wajibu wanawajibu wa kuhakikisha kwamba tunalinda miradi hii. Yani maeneo haya tutafanya investment ya kuwakaribisha wawekezaji ama wananchi wa hapa ama wengine, ili vilevile sasa hapa tusiwe tuna Chukua mpunga hapa kupeleka mjini, badala yake mpunga upatikane hapa hapa, sisi tuwe tunatoa mchele hapa kupeleka kwenye soko. Tena sio mchele tu, mchele ambao ni red branded kwamba umetoka katika eneo hili. Na kwa mimi nafikiri tunaposogelea kumaliza hivi ndio hivyo hivyo, nanipa nafasi ya kuendelea kumkumbusha waziri kuhusu projekti hiyo, na sisi tunaamini kabisa ni kwa namna gani Mheshimiwa Bashe na waziri, wa, waziri wetu wa kilimo pamoja na waziri wa viwanda walivyo concern na kuhakikisha kwamba tunaenda kuanzisha viwanda vidogo vidogo vitakavyoongeza thamani ya mazao yanayoenda kuvunwa ya ku, hapa